Unajua, ikiwa utaenda katika kioo na ukajitazama katika kioo, maumbile yako au ukubwa wako katika vipimo vya kosmolojia na vipimo vya astrophysics, yaani wewe ni mdogo zaidi kuliko punje ya mchanga au punje ya haradali. Yani udogo wako ni kichefuchefu, ni kama hauko vile lakini tukikutazama wewe, binadamu, katika muktadha mwingine, wewe ni kiumbe wa ajabu sana. <coughs> Maana kwamba vitu ambavyo vimetumika kukuunda na kukutengeneza ndio hivyo hivyo vitu ambavyo vinapatikana katika mwezi, katika jua na katika ulimwengu, au tunasema universe. Yaani madini yale ambayo yako ndani yako ndio madini hayo hayo yako katika jua naona na tunapozungumza hizi atoms, ama tunazungumza elements, ama tunazungumza metal, ama tunazungumza non-metal, kwa mfano hiyo eh, hydrogen ndani ya mwili wako, ama oxygen ndani ya mwili wako, ama carbon ndani ya mwili wako, tunazungumzia iron, tunazungumzia zinc, tunazungumzia magnesium, tunazungumzia nickel, tunazungumzia cobalt, Potassium, sodium, chlorine, taja haya madini madini, element element, atoms, atoms zote zizo zinapatikana katika nyota na katika eh, eh, eh, eh, na katika ulimwengu au tunasema the universe. Kwa hiyo kama nilikuwa niseme, ningesema hivi, si kwamba wewe unaishi katika ulimwengu, ila ulimwengu unaishi ndani yako. Kwa sababu hata zile nguvu kani au tunasema forces ambazo na kanuni eh, ambazo zina zinaendesha sayari kule angani, zinaendesha nyota kule angani, ndio hizo hizo nguvu zinazoendesha mwili wako zinazoendesha maisha yako. Kwa mfano kama hii nguvu ya uvutano tunaita gravitational force, na pia electromagnetism, ile nguvu ya usumaku electromagnetism, na pia hizi nuclear reactions, unajua ama nuclear energy unajua. Namna ambavyo jua linatoa mwangaza wake ni kwa sababu ndani yake kuna hizo elements ama atoms zinagongana gongana, zinagongana zina gongana, gongana, joto linatokea, mwangaza unatokea. Kwa hiyo the sun is burning. Jua linajichoma lenyewe linajichoma lenyewe linajichoma lenyewe, kuna migongano ya kikemikali na migongano ya ya kifizikia, naona mpaka sasa uhai unakuwepo, na katika mwili wako ni hivyo hivyo, kuna hiyo migongano ya kikemikali, migongano ya kifizikia na nini. E, mpaka wewe unaendelea kuishi, unasema Joram, nazungumza kitu gani? Kwa hiyo, kwa hiyo ndio kusema kwamba dunia au ulimwengu uko ndani yako, si tu kwamba sisi tuko katika katika ulimwengu. Kwa hivyo wewe ni kiumbe kikubwa sana. Katika muktadha huo ni kwamba you are part of the universe and you are the universe. Kwa unapotazama katika kioo, sio kwamba unajitazama, una, una wewe lakini unatazama ulimwengu unaona, na ulimwengu uko ndani yako. Na kitabu kilicho kizuri ni wakati nasoma eh, kitabu cha Zaburi sura ya nane nikaona mfalme Daudi, katika udadisi wake anasema, napoziangalia mbingu ni kazi za mikono yako, nyota na mwezi ambazo umeziratibisha, mwanadamu ni nini hata umfikirie, mwanadamu ni nini hata umwazie makuu? Umemshusha zaidi kuliko viumbe vyote, lakini ndio umempandisha hata kuliko kuliko malaika. Unasema, Joram, nazungumza kitu gani? When I consider the heavens, the works of your hand, the stars, the moons and the stars that you have set in place. What is a human being that you are mindful of him? A human being that you, you, you consider. Naona Daudi anash, anashangaa anastajabia kwamba kumbe binadamu pia ndio tunasema the pinnacle of the creation ni kama kitovu cha uumbaji wa Mola mara baada ya kuumba nyota, kuumba hiki, kuumba jua na vingine kadhalika, ni mwanadamu pekee Mungu ambaye alisema natumuumbe mtu kwa mfano wetu, na akasema sasa, nakupa mamlaka, enda ukatawale juu ya viumbe vyote va angani, va majini, va baharini. Kwao binadamu amepewa uwezo hata wa kutawala huumbaji wa Mola Jalia. Na pahala pengine katika kitabu kilicho kizuri Mungu anasema sisi ni watenda kazi pamoja naye, yani, we are the co workers. Naona ni na yeye anasema kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache wa na hata kas, katika asili ya mambo ni kwamba Mwenyezi Mungu ndio alishuka chini kuja kuomba kufanya kazi na binadamu, anasema, Joramu nazungumza kitu gani? Mola anatafuta watu wafanye nao shughuli. Kwa hiyo we are the pinnacle of the creation we are at the center of the creation. kwa sio watu wa wadogo kiasi hiko, na ukubwa wa ulimwengu wetu ni wa kustajabisha, ama tunasema wakushangaza, kwa sababu jua tu hili ambalo tunaliona jua ni kubwa sana ndugu zangu. Ikiwa katika ukubwa wadu, wa, wa wa ukubwa wa jua, tukisema kama tuiweke sayari yetu dunia ndani yake ule kwa katika ujazo tungeweka dunia mara bilioni moja nukta tatu. Maana kwamba jua ni kubwa kwa ujazo mara bilioni moja nukta tatu, kwao uweke vidunia vifike bilioni moja nukta tatu, ndo ndio ukubwa wa, wa, wa, wa jua. Lakini sio kwamba jua ndio nyota iliyo kubwa kuliko nyota zingine ambazo ziko katika ulimwengu mona, kuna manyota mengi sana na kila nyota ina ina sayari zake, kama ambavyo dunia ni sayari. Kwa hiyo katika huko kuna matrilion na matrilion na matrilion ya majua, na yana sayari zake. Sasa kuna nyota ambazo ni kubwa sana kuliko jua ambalo tunalo linatuangazia. Kwa mfano kama hii hii nyota inayoitwa au jua linaloitwa uh, Stevenson 218, Stevenson 218. Kama tulikuwa tulichukue jua letu na ukubwa wake, tuliingize katika Stevenson 218, jua letu lingeingia mara bilioni tatu, mara bilioni tatu. Unaweza kuona. Kwa hiyo kama tukisema tungelichukua hilo jua la Stevenson 218 tuliweka katika mfumo wa sayari au solar system pale katikati, lizungukwe na sayari, sayari zote mpaka dunia zingemezwa na kungekuwa kuna kaji nafasi kadogo sana cha kufikia kufikiat Nasema Joramu, nazungumza kitu gani? mi na kueleza, ndio kusema kwamba ulimwengu ni kitu cha ajabu sana na bwana, na mwanadamu mwenyewe ndio ulimwengu hakuna, hakuna haja ya kukata tamaa, hakuna haja ya kujidharau. You are the center of the creation, wewe ni kitovu cha umbaji. Nasema Joramu, nazungumza kitu gani? wabadu badu Langu la jina ni Joramu Nkumbi, naweka huku kiweseka kwa turuhani lumbi kila pahala na